Tuangazie sherehe za Eid-ul-Fitri zilivyokuwa ambapo wito wa kuwataka Wakenya kudumisha sheria na utaratibu ulitolewa katika maeneo mbalimbali humu nchini, huku Waislamu wakiadhimisha sherehe za Eid-ul-Fitri. Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja ambaye aliungana na Waislamu kwenye sherehe hizo katika mtaa wa Eastleigh jijini Nairobi alisema serikali inapania kuvipa magari vituo vya polisi vya Eastleigh ili kuimarisha usalama katika eneo hilo. Waziri wa madini uchumi na ba, uchumi wa bahari na maswala ya bahari Hassan Joho na mwenzake wa wizara ya michezo Salimu Mvurya walikuwa katika kaunti za Mombasa na Kwale ambako waliwaonya vijana dhidi ya kujiunga na magenge ya majambazi. Jenerali wa polisi Douglas Kanja amesema serikali itaimarisha usalama nchini. Kanja ambaye aliungana na Waislamu katika kituo cha kibiashara cha Eastleigh kwa maadhimisho ya sherehe za Eid al-Fitr alisema serikali itafanya kila juhudi kuimarisha usalama. Ya muhimu ni sisi kuungana pamoja. Ya muhimu ni sisi kukaa dugu dada. Ya muhimu ni kuripoti. Security is a shared responsibility. <mimu> Wakati huo huo, waziri wa madini uchumi wa bahari na masuala ya bahari Hassan Joho na mwenzake wa wizara ya michezo Salim Vuria walikuwa katika kaunti za Mombasa na Kwale mtawalia kwa maadhimisho ya sherehe za Eid-ul-Fitri. Mawaziri hao wawili waliwaonya vijana dhidi ya kujiunga na magenge ya majambazi. Oh, kila mtu ajikimu aji, aji, kimaisha kwamba whatever you do today, na alafu unaweza kuwa mi usemaga ni kama vile internet haisahau, hata maisha haisahau. Waweze kuwa na nasaha nzuri, kuwashauri vijana, ili vijana waweze kukuwa katika hali ya amani na wasiwe na mambo ya uhalifu. Kwa hivyo ni swala ambalo litahitaji ushirikiano wa sisi sote na serikali inafanya jukumu lake. Kwa hivyo kila mmoja wetu aweze kuchukua jukumu kuhakikisha tunawalea vijana katika mazingira ya amani. <laughs> katika kaunti ya Kajado, mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya ustawi wa mto Ewaso Nyiro, Ngala Oloi Tiptip, alitoa msaada wa chakula kwa jamii ya Waislamu katika eneo hilo wakati wa maadhimisho ya sherehe za Eid al Fitr. Watoto wadogo kama hawa, sisi kwa Wamasai tunakuba, tunaamini ya kwamba watoto kama hawa mishiba, wakishiba, hakuna baraka kuliko hiyo, na ndio maana tumesema leo tukuje hapa huko Narok, jamii ya waislamu ilitoa wito kwa wazazi kufuatilia kwa karibu shughuli za watoto wao, hasa wakati wa likizo ya mwezi Aprili. Ya yote mambo ya tabia ya watoto, mambo ya kutulia boma, mambo ya biashara, mambo ya amani, mambo ya sisi kuheshimiwa na serikali yetu, yote dawa yake ni kitabu ya Quran. Katika kaunti ya Isiolo waislamu waliadhimisha sherehe hizo kwa maombi e, tuhakikishe ya kwamba tudumishe amani, kwa sababu hata kiongozi ambaye anatumia mamlaka yake vibaya, siku itafika tu ataondoka, mchuma udim darubini.